Swali la sita, watawa na mapadre wanapaswa kusali kwa nyakati ngapi kwa siku? Watawa na mapadre wanawajibu wa kusali sala ya kanisa kikamilifu kila siku kadiri ya mwongozo. Swali nambari saba, lengo kuu la sala ya kanisa ni lipi? malengo yako mengi lakini machache kati hayo ni mosi, kumtukuza Mungu nyakati zote pili, kuendeleza sala isiyokoma ya kanisa tukitii maneno ya mtume Paulo katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tano aya kumi na saba na tatu, ni kushiriki sala ya Kristo anayemtolea Mungu Baba yaani sadaka ya sifa ya Yesu Kristo kwa kuungana na kanisa zima, anayemtolea Mungu Baba. Na nne ni kuwalisha waamini kiroho kwa neno la Mungu. Kumbe katika sala ya kanisa kuna masomo au neno la Mungu ambalo linatulisha sisi kiroho. Lakini tano ni kuwaunganisha waamini duniani kote. Kumbe sala ya kanisa sio sala binafsi, ni sala ya kanisa zima na kwa ajili ya kanisa zima. kumbe sala ya kanisa inatuunganisha waamini wote na kanisa zima kwa ujumla pamoja na Yesu Kristo kumtolea Mungu Baba sifa. Sala ya kanisa ina sehemu ngapi kuu? Sala ya kanisa ina sehemu kuu tano ambazo ni wimbo wa kufungua, zaburi na antifona, somo la maandiko, wimbo wa kimaandiko, maombi na sala baba yetu, na kisha kuna hitimisho na baraka.